Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha kuwepo hapa tukiwa na afya njema tukiwa kwenye mafunzo haya ya makarani waongozaji wapiga kura, leo tarehe 25 ya mwezi wa Oktoba 2 ishirini na tano. Pili, kwa niaba ya Tume Huru ya Uchaguzi napenda kuwashukuru na kuwapongeza wote mliotoliwa kwa nafasi ya makarani waongozaji wa wapiga kura. Hongereni sana. Ni vema mkatambua kwamba kwa kuzingatia masharti ya ibara ya sabini na sita kifungu cha sita ya mkataba wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Tume Huru ya Uchaguzi ndiyo yenye jukumu la kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais, wa bunge na wadiwani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bara. Kwa kuzingatia niliyoeleza awali, kwamba ninyi mliyo hapa mmeteuliwa kwa mujibu wa sheria na tangu tarehe ya uteuzi wenu, leo tarehe 25, mna uwajibu kikatiba na kwa kutekeleza majukumu ya uchaguzi wa rais wa bunge na wa jamhuri ya muungano wa Tanzania madiwani wa Tanzania bara, kwa niaba ya tume katika vituo vya kupigia kura mtakavyopangiwa. Tunaenda kufanya kazi kwa niaba ya tume. Ndio maana nimesema sisi ni watendaji wa tume kuanzia tarehe ya leo. Ndugu zangu washiriki wa mafunzo, dhamana mliopewa ya, kus, ya kusimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura ikiwa ni sehemu ya usimamizi wa utaratibu wa uchaguzi wa rais na wabunge kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na madiwani kwa Tanzania bara ni kubwa, nyeti na muhimu kwa muktadha, kwa mustakabali kwa, kwa taifa letu hivyo mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo mtakayopewa hadi hapo utakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi mkuu. Mzangu wa shiriki wa mafunzo, leo tupo hapa kwa ajili ya mafunzo ya makarani waongozaji wa wapiga kura, ambapo mtakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli ya uchaguzi ipasavyo kwa ngazi ya vituo mafunzo haya yanajumlisha makarani waongozaji wapiga kura 426 watakaofanya shughuli za uchaguzi katika vituo 384 vilivyopo katika kata 21 za Halmashauri ya Wilaya ya Singida. Watu tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba, kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa sasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura kuendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi wa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndiyo yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu katika wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua nafasi hii kuwasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mna katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo yana yatakatolewa na Tume Huru ya Uchaguzi. Sasa napenda kutamka kwamba mafunzo haya ya siku moja kwa makarani waongozaji wa wapiga kura tarehe ya leo 25 mwezi wa 10 2025, imeyafungua rasmi. Kura yako haki yako, kura yako haki yako.